Ninajuta pesa za uchawi. Usiku ulikuwa umetulia kupita kiasi. Ukimya haukuwa wa kawaida, ulikuwa mzito, kana kwamba hata upepo ulikuwa umeamua kusimama. Ndani ya nyumba kubwa ya kifahari katikati ya mji, Kassim alikuwa amekaa peke yake sebuleni, taa zote zilikuwa zimezimwa mwanga hafifu wa mwezi uliingia kupitia madirisha marefu ya vioo ukimulika sakafu ya marumaru mbele yake. Juu ya meza ya mbao ya gharama kubwa kulikuwa na rundo kubwa la pesa. Noti zilikuwa zimepangwa vizuri, safi, mpya. Kwa macho ya mtu mwingine huo ungekuwa ushindi wa maisha, lakini kwa Kassim zilikuwa mzigo. Mikono yake ilikuwa inatetemeka. aliponyoosha mkono wake kuzigusa alihisi baridi isiyo ya kawaida, kana kwamba anagusa kitu kilichotoka chini ya ardhi. Jasho baridi lilimtiririka mgongoni. Saa ya kutani ikagonga polepole pole: gonga gonga gonga, saa tano kamili usiku. Kasim alifumba macho, akavuta pumzi nzito. leo tena, alinong'ona. Ghafla hewa ndani ya nyumba ikawa nzito, mapazia yakaanza kusogea taratibu bila upepo. Ndani ya kona ya sebule kivuli kirefu kikaanza kujikusanya polepole pole, kama moshi mweusi. Sauti nzito ya chini ikasikika, muda umefika. Kasim alisimama kwa haraka akirudi nyuma hadi mgongo wake ukagonga ukuta. Nilifanya kila mliloniamuru bado mnataka nini? Tafadhali. kicheko zindu kikavu kikajibu, kicheko kitu kisicho na huruma, fedha za giza haziji kwa huruma. Ndipo Kassim akajua ukweli aliyokuwa akijidanganya kuupuuza siku zote, hakuwahi kupata utajiri kwa bahati, alikuwa amenunua mateso. Sasa ningependa tumfahamu kwa undani haswa Kassimu na ni nini kimempelekea kukutwa na haya yote. Twende pamoja kabla hatujaingia kwenye hadithi ya leo. Karibu sana kwenye chaneli yetu ambapo tunajifunza vitu mbalimbali, tunasikiliza hadithi za kutisha, simulizi za siri na matukio yenye mafundisho makubwa ya maisha. Tafadhali chukua muda huu kusubscribe ili usikose simulizi kama hizi, like video hii kama unapenda hadithi za kutisha, share kwa rafiki zako ili nao wajifunze. Pia niambie kwenye comments, unaangalia video hii ukiwa wapi? Tanzania au nje ya nchi, ili nijue sehemu ulipo. Kama bado hujajiunga na familia yetu, karibu sana, uko sehemu sahihi mno. Sasa kaa vizuri, tulia na tuanze safari yetu pamoja. Asante kwa kunipatia muda wako. Usijali maisha yake kabla Miezi michache kabla ya hapo, Kasimu hakuwa tajiri. Alikuwa mwanaume aliyekandamizwa na maisha. Aliishi chumba kidogo cha kupanga, kuta zikiwa zimepasuka, paa likivuja mvua. Mama yake alikuwa mgonjwa, amelala kitandani kwa muda mrefu, akimtegemea yeye peke yake. Kasimu alijaribu kila njia halali, alitafuta kazi, alifanya vibarua, alijaribu biashara ndogondogo lakini kila alipojaribu kusimama, dunia ilimsukuma chini. Alipoomba msaada alinyamazishwa, alipoomba kazi aliambiwa tutakupigia, lakini simu haikuwahi kuita. Usiku mmoja akiwa amevunjika moyo kabisa, alitembea bila mwelekeo hadi nje ya mji. Ndipo alipokutana na mzee wa ajabu. Macho yake hayakuwa na huruma wala tabasamu. Mzee akasema kwa sauti tulivu lakini nzito, umeshaonja umaskini, sasa una nafasi ya kuonja utajiri. Sikiliza kwa makini ninachokwambia, hii ndio nafasi yako ya mwisho, usifanye makosa niliyofanya. Mzee akageuka akaanza kutembea. Kasima alihisi miguu yake ikimfuata bila hiari. Walifika kwenye eneo la wazi lililozungukwa na miti mikubwa isiyo na majani. Katikati ya eneo lile kulikuwa na alama zilizochorwa ardhini, mistari iliyokutana kama duara lilivyovunjika. Ardhi ilikuwa baridi ajabu, kana kwamba haijaguswa na jua kwa miaka mingi. Mzee akasimama pembeni ya alama zile, akasema kwa sauti nzito, hapa ndipo watu hufanya maamuzi ya mwisho. Kassim lihisi koo lake likikauka. maamuzi gani? Mzee akanyoosha mkono, na kwa mara ya kwanza Kasima akaona kitu cha ajabu: kivuli cha mzee hakikufanana naye, kilikuwa kirefu zaidi na kilikuwa kinasongea kinyume na mwili wake. Fedha unazotafuta zipo, mzee alisema, lakini si za jasho, ni za makubaliano. Kasima alikumbuka mama yake kitandani, akatambua njaa, akatambua fedheha. Masharti ni yapi? aliuliza akimeza mate. Mzee akatabasamu, tabasamu dogo lisilo na joto. Kwanza, utaitwa kila usiku saa tisa. Ukisikia sauti usijifiche. Pili, kile utakachokiona usiku usisimlie mtu yeyote. Tatu, fedha hizi zitatii ulivyo, lakini siku zitakapokuacha utatii zilivyo. Kasima alihisi baridi ikipanda mgongoni na kama nikikataa Mzee akachukua punje ya udongo, akaiachilia. Ilipogusa ardhi ikageuka kuwa pesa, lakini ilipodondoka ikatoa sauti ya kitu kizito kinachoanguka. Ukikataa utaendelea kuishi kama ulivyo, ukikubali utaishi, lakini kwa bei. Kulikuwa na ukimya mrefu. Moyo wa Kasimu ulikuwa unapiga kwa nguvu. Akajua kabisa hii haikuwa fursa ya kawaida, lakini njaa ilizungumza Hofu ilinyamaza, tamaa ikashinda. Kasimu akasogea mbele, akaingia ndani ya alama zile. Mara tu alipovuka mstari wa mwisho, upepo mkali ukavuma, ardhi ikatetemeka kidogo, na sauti ile ile nzito ikasikika tena: makubaliano yameanza. Na hapo hakurudi tena yule Kasimu wa zamani. Umekamilisha. <laughs> Baada ya lile usiku wa makubaliano ya giza, mambo yalianza kubadilika haraka kuliko kawaida, sio taratibu, bali kwa kasi iliyomshangaza hata Kassimu. mwenyewe Kweli, siku ya kwanza tu <laughs> aliporudi nyumbani kwake cha kupanga alikuta simu yake ina ujumbe kadhaa. Kweli, mtu aliyekuwa <laughs> amemkatalia kazi wiki moja iliyopita sasa alimuita Kassim, kuna nafasi nzuri sana, njoo tuongee. Alipoenda hakufanyiwa mahojiano, hakutakiwa vyeti alipewa nafasi na mshahara mkubwa mara tatu ya alichowahi kuota. Ndani ya wiki moja, akaanza kupokea pesa nyingi kuliko alizowahi kushika maisha yake yote. Akaona akaunti yake ya benki ikijaa tarakimu ambazo hakuwahi kuziona. Kila alipoangalia salio, alihisi kama anaota. Ndani ya mwezi mmoja alilipa madeni yote, alimpeleka mama yake hospitali binafsi, alinunua nguo mpya, viatu vipya. Alianza kuheshimiwa hata na wale waliokuwa wakimpuuza. Lakini haikuishia hapo. Kasim alijiona ana kila kitu: nyumba kubwa, magari, heshima kutoka kwa kila mmoja, hata mama yake alikuwa salama. Vyote vilionekana vizuri, lakini dunia ya giza haikuwa rahisi kuudanganya. Kila hatua ya furaha ilikuwa mlango wa gharama, na sasa gharama hiyo ilianza kulipwa. Kiwango cha kwanza, pesa kuanza kuisha. Siku moja alipokuwa akihesabu akaunti yake ya banki, aligundua tarakimu zimeanza kupungua bila sababu. Salio la banki lilipungua kwa ajabu, bila malipo ya nje, bila uhamisho wowote. Aliangalia mali zake, gari, nyumba, kila kitu kilianza kuonyesha alama za kupotea. Macho yake yalipanuka kwa hofu. Haya hayawezi kuwa kweli, hili ni ndoto tu. Lakini hakikuwa ndoto. Alijaribu kuhamisha pesa zingine kuwekeza lakini kila njia ilikuwa kama mlango wa hofu uliofunguliwa. Pesa zake zilisogea pole pole, zikipotea bila alama. Kila noti iliyokuwa mikononi mwake ilihisi kuwa haipo halali. Kiwango cha pili: wito wa dunia halali unapoanza. Kadri pesa zilivyopungua, jamii ikaanza kuonyesha sura yake ya kweli. Marafiki walimcheka akiona wakiwa wakimdhihaki kwa hofu ya kuto kuelewa. Wajirani walimwacha peke yake zinani alikosa heshima ya kuishi kwa utaratibu wa kawaida. Hata wafanyakazi waliokuwa wakiendeleza biashara zake walijionyesha hofu na kuto kuamini, wakimkimbia kadri alivyoanza kushuka. Hizi pesa zimenipotea. Nilizipata kwa giza sasa zimebadilika kuwa laana. Kiwango cha tatu: umaskini wa kweli. Kassim sasa alirudi kwenye hali ya maskini, lakini tofauti na mwanzo, sasa alijua kile alichopata hakikuwa cha kawaida. Alijua kila shilingi aliyokuwa nayo ni labda tumbo la giza. Alijua kila tamaa yake ilimpelekea hapa. Hali hii mpya ilikuwa ngumu zaidi. Hakuwa na chumba cha kupanga tena, bali alirudi kwa nyumba ndogo, kuta zikiwa zimepasuka. Chakula kilichokuwa kidogo kilikuwa na bei kubwa ya hofu. Kila mtu alikuwa akimcheka au kumdhihaki, huyo ni Kassim aliyepotea, tajiri wa giza aliyepotea kwa wema wa kweli. Kassim sasa alirudi kwenye hali ya maskini, lakini tofauti na mwanzo, sasa alijua kile alichopata hakikuwa cha kawaida. Alijua kila shilingi aliyokuwa nayo ni labda tumbo la giza. Alijua kila tamaa yake ilimpelekea hapa. Kiwango cha nne: mateso ya pesa za uchawi. Kassim alijaribu kudhibiti mali nyingine, kujaribu kuokoa utajiri wake, lakini kila jaribio lilishindwa. Kila shilingi ilimfanya ajihisi dhaifu, kama mali hizo zilikuwa na nguvu ya kumfanya aone hatari yake. Alihisi kutenganwa na dunia, akipokea mateso ya kweli, huzuni ya umaskini, uchungu wa kudhulumiwa na jamii, hofu ya usiku wa giza. Ndipo Kassim alijua ukweli wa kutisha. Pesa za uchawi hazileti furaha, hazileti heshima halisi, zinakupeleka kwenye mateso. Lakini bado wengi wanadanganywa na tamaa kama yangu. Baada ya kupitia mateso makubwa, umaskini wa kudharauliwa, hofu za usiku na kupoteza kila kitu alichodhani ni chake, Kassim alikaa chini na kujiangalia upya. Akatambua jambo moja muhimu sana. Hakushindwa kwa sababu hakuwa na akili, hakushindwa kwa sababu hakuwa na bidii. Alishindwa kwa sababu alichagua njia ya mkato. Kasimu alijifunza kwa uchungu kwamba pesa zinazokuja bila jasho huondoka bila huruma. Ndipo akafanya uamuzi mgumu lakini wa kweli. Akaacha kabisa kutegemea nguvu za giza, akaacha tamaa ya utajiri wa haraka Akaamua kuanza upya kwa njia halali. Haikuwa rahisi, alianza chini kabisa. Akarudi kwenye kazi ndogo ndogo, akatumia ujuzi wake, akatumia muda wake, akatumia subira. Safari hii hakukuwa na miujiza ya ghafla, lakini kulikuwa na amani ya moyo. Kidogo kidogo, akaanza kupata heshima ya kweli, akaanza kuona matunda ya juhudi zake. Akaanza kulala usingizi bila hofu ya saa tisa usiku. Na leo hii Kasim amefanikiwa kwa kazi halali, kwa bidii na kwa subira, sio tajiri wa kuogopwa, bali mtu wa kuheshimiwa. Kijana mwenzangu, hadithi ya Kasim ni onyo na somo. Usikimbilie pesa za haraka zisizoeleweka. Usitafute njia za giza kwa sababu ya shida za sasa. Usibadilishe amani ya moyo kwa utajiri wa muda mfupi. Kazi halali inaweza kuwa ngumu, safari inaweza kuwa ndefu, lakini mwisho wake una baraka, heshima na amani. Kabla hujaondoka, kama umeipenda hadithi hii na funzo lake, tafadhali subscribe channel yetu, bonyeza like na share kwa wengine, ili tuendelee kujifunza na kufahamu maisha kwa undani zaidi. Swali la leo kwako: je, njia aliyopita Kassim ya kutafuta fedha wewe umewahi kuipitia au kuikaribia, na hali yako ilikuwaje kipindi hicho? Tuambie kwenye comment, tunasoma na kujifunza pamoja. Asante sana kwa kuwa nasi, tukutane kwenye <tri>